Za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za. Tumkaribishe Bi Mercy. Za. Mjambo marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Uh, mmefurahia um, vipi somo letu? Nafurahia sana kutengeneza video hizi pamoja na dada yangu. Mmemwona dadangu tena. Kwa hivyo, kama alivyowatanguliza na kuanza pamoja na nyinyi, tunasoma kuhusu um, herufi za. Kwa hivyo tutaanza pamoja um, herufi za, na tutaiandika hapa herufi za. Aliwasalimia kweli, aliwasalimia haya. Karibuni sana katika somo letu. Kwa hivyo tutaanza kama kawaida, tutaanza na irabu ambazo ni tano. Twende pamoja tuziseme pamoja, a, e, i, o, u. Sasa hii ni sauti gani? Herufi hii inatoa sauti gani? Z, tuseme pamoja haya. Ukichukua z na a unatengeneza haya, z na a, z, Za. Z na e, z Z na e, z. Z na i, zi z-nao zo. z-nau zu. Kwa hivyo tuna za, ze, zi, zo, zu. Sasa tutatengeneza nini? Maneno kutumia haya au hizi silabi. Na mmesikia vile ambavyo dada yangu amewaambia, kwa hivyo tutengeneze hayo maneno pamoja. Za ni zabibu, ze ni zetu. Zi, tuna zizi la ng'ombe. Zo, tuna zote, all zote. Au oh, aliwaambia zoezi. Samahani, ananiambia zoezi, lakini pia zote inaweza kuwa neno, lakini kama aliwaambia zoezi, wacha tutumie zoezi. Kwa hivyo tuna zoezi, na mwishowe tuna zulia, a carpet. Zoezi is like an exit ticket or an exercise that you're doing in class kwa hivyo tuna zoezi haya basi sasa kutokana na haya maneno nataka tuunde nini sentensi. Sentensi is a sentence taunda sentensi na tutaanza hapa na sentensi yetu ya kwanza kutumia zabibu tutasema ninapenda zabibu ninapenda zabibu na kisha tutaweka kikomo hapo. Chini, sentensi ya pili tutasema, wacha tuone kama zitatoshea: pili, tatu, nne, tano. Azitatoshea, acha tuende hapa. Sentensi ya pili, nyumba zetu, nyumba zetu ni mpya. Tumetumia neno zetu, kisha tuna zizi. Zizi ni pale ambapo ng'ombe huishi, zizi la ng'ombe Nasema hili ni zizi la ng'ombe. Hili ni zizi la ng'ombe. Kisha tuna zoezi tulifanya. Samahani, naona faa yangu hapa inakataa kukua herufi papasi. Kama tulivyosema, tulifanya zoezi, na yakiwa mengi tunayaita mazoezi haya. Kisha mwishowe tuna zulia, zulia is a carpet. Nilinunua, nilinunua zulia, nilinunua zulia. Na ndio hizo sentensi zetu, wanafunzi. Sasa wacha tujikumbushe yale maneno ambayo tumesoma pamoja. Za, tulikuwa na zabibu. Ze, zetu. Zi, zizi zo zoezi, na mwishowe zulia. Na nitamuita dadangu tena aje ili tuimbe huo wimbo pamoja, tukimalizia tumemalizia za. Sasa tunaingia kwenye maneno ambayo yana zaidi ya konsonanti moja, kwa mfano nyumba. Tunaona nyumba, sijui kama tulikuwa na neno nyumba. Naam, tuna nyumba, si unaona? Na nyumba hapa lina konsonanti konsonanti, irabu. Tutajifunza zaidi sawa sawa. Uko tayari God's Will? Naam, haya, njoo tuendelee. Uko tayari? Haya, twende pamoja. zazaza zazaza, zezezezezeze, zetu zetu, zizizi, zizi, zizi, zizi, zizi, zizi. zazaza <laughs>